na ni vitendo pia vya kiibilisi. Vitendo hivi mashetani wanawafanyia ndugu zao katika hawa watu waliopotea, kwa ajili ya kuwasaidia vikundi hivi viwili e, mashetani e, na hawa waliopotea, kuwasaidia kwa ajili ya kuwapoteza waja wa Allah, wanasaidiana

lilibtida lilibtila walimtihan, hizi ni hali za kishetani kwa ajili ya ibtila na imtihani, watu kupewa mtihani, watamfuata shetani au watamfuata Allah subhanahu wa taala. qawluhu muawanatan min alfariqain ala ighwail ibad, kusaidiana na vikundi hivi viwili kwa kuwapoteza waja wa Allah, kama qala taala, wa yawma yahshuruhum jamian ya ma'shara aljinni qad istakthartum min alinsi, kumbuka siku tutakapo wakusanya wote na kuwaambia enyi jamaa wa majini, qad istakthartum min alins, mmekithirisha e, kuwahuru na kuwapoteza watu waqala awliyauhum minal insi, na watasema wale wafuasi wao katika watu. Rabbana stamtaca baduna bibacdin, e, Mola wetu tulinufaishana sisi wenyewe baadhi yetu waliwanufaisha baadhi nyingine. Wabalagna balag'na ajalana lladhi ajalta lana, tukafikia katika muda wetu huu ambao umetuwekea. Qala an-naru mathwakum, Allah ataambia moto ndiyo marejeo yenu. Khalidina fiha, hali ya kudumu katika moto huo. Illa ma shaa Allah, isipokuwa atakavyotaka Allah. Inna rabbaka hakimun alim, mola wako ni mwenye hikma, ni mjuzi. Qauluhu istamtaa baduna bibaad, baadhi yetu waliwanufaisha baadhi nyingine. faljinniyu istamtaa min alinsi bian khalaa lahu waadhamahu, jini alinufaika kwa watu au kwa mtu kwa kumnyenyekea na kumwadhimisha. walinsiyu istamtaa biljinni bian khadamahu wa aanahu ala matalibihi, na mtu naye alipata manufaa kwa jini kwa kumhudumia na kumsaidia mambo yake anayoyataka.

wakahukumiwa watu wanaokwenda peponi na motoni, shetani atawaambia watu wa motoni, inna Allaha waadakum wada lhaqi, hakika Allah aliwaahidi nyinyi ahadi za haki, wa wa'adtukum na mimi nimekuahidini, faakhlaftukum nikakhalif ahadi zangu, wa ma kana li alaykum min sultanin illa an daautukum fastajabtum li na ilikuwa mimi sina kwenu uwezo wote isipokuwa niliwalingania nyinyi. fastajabtum li mkanikubalia da'wa yangu ya kuwapotosha. fala talumuni, msinilaumu mimi. walumu anfusakum, zilaumuni nafsi zenu. ma ana bimusrikhikum wama antum bimusrikhia, mimi sina uwezo wa kukuokoeni na nyinyi hamna uwezo wa kuniokoa

wa picha za nyoka wa thuban na wale nyoka wakubwa wa, wa hadha amrun maktuun biwuquihi, na hili jambo limehakikishwa kutokea kwake kwamba mashetani wamepewa uwezo huo na majini wa kujibadilisha badilisha. Fa humu thaabin allati alati yushahiduha linsanu fi aidi lmajadhib, hao ni nyoka ambao mtu anawaona katika mikono ya hao majadhibu wanaovutwa katika mambo haya ya kishirikina wa kad yakunu dhalika min babi sihr. Na indak, ikawa hayo ni katika upande wa uchawi. Wa huwa anwa na uchawi ni sampuli mbili. Wa taallumuhu laysa laisa bil asir, na kujifundisha uchawi si jambo zito. Bal babuhu al a'dhamu huwa al kufru billah bali mlango wake mkubwa wa uchawi ni kumkufuru Allah, wa ihanatu ma azzamahu Allah na, na kukikwaza kile kitu ambacho amekiadhimisha Allah, wewe ni kukidharau kwa ajili ya kupata huo uchawi, min jaali mushafin fi kanifin wanahwihi, mambo yenyewe hayo ya kumdhalilisha Allah, na kila anachokidhalilisha Allah ni kujaalia mushaf fi kanifin wanahwihi Ima kuweka msahafu kanisani au kuweka msahafu mahali pachafu. Hiyo ndiyo masharti makubwa ya mtu kupata uchawi mpaka umkufuru Allah. Jio wale majini na mashetani watakupa uchawi huo, umkufuru Allah, udhalilishe Quran, udhalilishe mambo kila jambo ambalo analiadhimisha Allah. Yakulu Shekhe Alfauzan, Ahadhihi lnatijatu likulli ma sabaq wa hadha taaliqu lmusannifi al rahimahu llah. Hii ndiyo natija na faida yeyote ya yaliyotangulia na hii ni taliq ta ya musannif wa kitabu hiki rahimahu llah. Qauluhu wakad yakunu dhalika min minbabi sihri, huenda yakawa ma hayo mambo hayo ya mazinga ombwe na kudanganya, kudanganya watu ni katika upande wa uchawi wa huwa anwaa, uchawi ni sampuli nyingi. Fakad yakunu hadha sihran takhyiliyan, huenda ikawa haya ni uchawi ule wa kimawazo alladhi yusamihi nnasu alkumra al, ambao watu wanaoita kumra, mazinga ombwe au kiini macho. Fayati bil bilhasharat ala annahu khiraf, analeta wadudu kwamba ni khiraf, kondoo fa idha intahat alkumra adat hasharati, ukimalizika ule uchawi wake na kiini macho vile vinarudi kuwa ni vidudu vidogo vidogo, si kondoo wala si mbuzi. bal babuhu al-a'zam huwa alkufru billah, mlango wake mkubwa wa uchawi ni kumkufuru Allah.